Bwana akubariki mpendwa wangu unaye nitazama vizuri. Ningependa kushirikiana nawe katika neno fupi la Mungu siku ya leo, ili tuweze kutazama kitabu cha Luka Mtakatifu mlango wa ishirini na nne Nitaanzia hapo mmoja, inasema hivi: hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka walikwenda kaburini wakayaleta manukato walioyaweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi, wakaingia wasiwone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema, naye alipokuwa akaliko Galilaya akisema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mkononi mwa wenye dhambi na kusulubishwa na kufufuka siku ya tatu. Bwana akubariki. Ni historia ndefu, lakini umuhimu ni kwamba usikate uhusiano, kwa sababu nimeona hatari fulani ambazo huwa zinapatikana na Wakristo ambao wakishakuwa wana shida huwa wanalalamika sana na kutafuta msaada kwa Mungu lakini ile shida ikishaisha hawa wamekata uhusiano. Ile bidii ya kwanza aliyokuwa nayo anaipunguza, ama anaacha kabisa, kwa sababu amefanikiwa, ama kama ni kupona amepona, ama kama ni kupata vile alivyokuwa anahitaji amevipata. Hawa ni wake na mama waliokuwa na Yesu Kristo, hawa mule moyoni mwao, hata ingawaje Kristo Yesu alikuwa amezikwa, hawamuoni tena mule ndani ya akilini mwao, mule ndani ya mioyoni mwao. Hawa hawakukata uhusiano na Yesu Kristo. Ninajua ya kwamba kuna mambo umeombewa na yamekuwa vizuri, sasa umevunja uhusiano. Ulikuwa na bidii, lakini sasa unaona ya kwamba umefanikiwa. Sasa umeacha kutafakari ya Mungu, umeacha kufanya ya Mungu, maana umepata yale uliyokuwa unayaomba ama unayaombewa. Hii ndiyo hatari ambayo inapatikana kwa Mkristo. Basi mimi ningeshukuru sana kama wewe hata ingawaje utakuwa umefanyiwa na Mungu mambo fulani na amekuwa salama, huu uhusiano na Kristo Yesu katika ndani ya moyo wako, katika ndani ya akili yako usiondoke. Wakati wote utafakari, wakati wote uwe na kufanya yale yale ambayo ulikuwa unafanya uwe na matatizo kiasi gani, uhusiano wako baina na Kristo Yesu uendelee kuchemka ndani ya moyo wako. Utaona mambo ni rahisi. Huende kawa bado umeombewa, bado umetafuta, bado umepewa moyo, lakini havijatendeka. Usivunje uhusiano, usilegee kwa sababu ya kuona kwamba havijatendeka, ah-ah. Usipolegea moyo, usipolegea vile vitendo ambavyo ulikuwa unavifanya kutoka pale kwanza, utaona mambo yako ni rahisi. Watu wengi hulegea, watu wengi hurudi nyuma kwa kutofanya yala ya Mungu. Usivunje uhusiano kwa kuomba, usivunje uhusiano kwa kusoma Biblia, usivunje uhusiano kwa kutoa, usivunje uhusiano kwa kufanya lolote la Mungu ulilokuwa unalifanya iwe ni wakati wa shida iwe ni wakati wa kuwa umefanikiwa. Watu wengi nimeona huwa wanavunja uhusiano, maana wamefanikiwa, ama bado havijakuwa haya mambo mawili. Sikutatize, kaa na kutovunja uhusiano moyoni mwako, baina ya wewe na Kristo, baina ya wewe na wokovu wako, baina ya wewe na mambo ya Mungu uliokuwa ukayatenda. Usivunjike moyo, yani usilegee. Usipolegea hakika mambo yale magumu yataondolewa na utapita shwari na utaona mambo yako sawa sawa.